Unataka maisha yako kumpa Yesu maisha yako, unataka kumpa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa sababu nimekuona nyumbani mwa mganga, nini unachofanya kwa mganga? Hmm? Kazi kazi alikupa kwa mganga, anamsaidia kufanya nini? Kuna maelekezo yake yenyewe, alikuwa ananieleza yenyewe eh. Yaani, hiyo siku nilitoka harakati, nikakutana na huo mzee mmoja hivi akaniambia, huu unafanya kazi ya saidia fundi aoni unateseka, wakati mimi naweza nikakubadilishia maisha yenyewe sasa akaniambia ana kazi yake huko, mimi sikamfuata. Sasa sokonze kuingia huko ndani mm, ni balaa ukweli, so uongo nyewe mfanyeni utani, lakini mmekuja hadi kanisani. mimi sijagi kanisani, lakini hadi nimekuja mwenye. Ni mm, mambo mbaya. Oh, hey, yani huko ndani kwake mm huko -hmm. yeah. Mungu wangu Yaani hapa yenyewe ni, ni mchungaji mimi hapa hey, nimeingia jana, nimetoroka Mwanza, nimemwibia laki mbili ndo ngatoroka mi, alikuwa ananiua, nimeacha huko. Nimemwibia mganga laki mbili, alikuwa amelala kwenye ukanzu kanzu wake, hiyo kanzu u mama ndo kanileta mama, yuko hapo huyo huko Mwanza. Sasa sakufika kule, akanichukulia chumba changu Wateja wake yani, anaingia hicho chumba na wadada. Mi wa kazi yangu kuwapokea wateja hapo, kuwaingiza hapo ndani, shawaingiza hapo ndani. Sio anasema anawapa kinga, kwa huo wananipa kiwembe na mchenja hiyo miguuna, mpaka dawa hapo kwenye kiuno na bushi, nguo ni kwisha. Ndiyo ilikuwa hivyo, kazi yangu

hakuna wako kuona tena maana yako utafunikwa na damu ya Yesu. So naenda kukuombea sasa hivi. I'm going to pray for you right now. Kila kitu And everything will be over. kitaisha. Utende ufanye kazi zako zingine. You go and do your another activity. Zingine, usirudi kwenye hiyo kazi ya kiganga hii. Amen. Amen. Amka kijana ya maisha, wake up there over